Mjumbe maalum wa Marekani Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, amesema kuwa Irani sharti isitishe na kuondokana kabisa na mpango wake wa kurutubisha silaha za nyuklia ili kufikia makubaliano na taifa hilo. Witkoff ametoa kauli hiyo jana Jumanne, jambo linaloonekana kuongeza masharti mapya ya Marekani kabla ya awamu nyingine ya mazungumzo na maofisa wa Irani juu ya kupata mwafaka wa sakata hilo la rutub, urutubishaji wa nyuklia. Kauli hiyo ya Witkoff inaonekana kupingana na pendekezo lake la awali siku ya Jumatatu kwamba Marekani ingetosheka na Irani kurutubisha uranium kwa kiwango cha chini kwa ajili ya kuzalisha nishati. Mpango wote wowote wa mwisho lazima uwe na na mfumo wa amani, uthabiti na ustawi katika ya Kati ikimaanisha kwamba Irani lazima isitishe na kuondokana kabisa na mpango wake wa kurutubisha uranium na kutengeneza silaha. Ni muhimu kwa dunia kuwa na makubaliano magumu lakini haki ya, ya haki yatakayodumu, na hilo ndilo Rais Donald Trump alilonituma kulifanya, alisema Witkoff katika taarifa yake siku ya Jumanne. Rais wa Marekani, Donald Trump amemkabidhi majukumu Witkoff kadhaa ya hali ya juu ya nje ya ukanda huo, yakiwemo kuongoza mazungumzo na Russia pamoja na Irani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisisitiza kuwa kauli ya Witkoff kuhusu mazungumzo ya Irani baada ya Irani baadaye Jumanne, ilifafanua kuwa Marekani inalenga kuondoa kabisa mpango wa Irani wa kurutubisha silaha za nyuklia. Witkoff alikuwa sehemu ya awamu ya mazungumzo ya maofisa wa Irani na alikuwa na mawasiliano moja kwa moja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Irani, Abbas Araghchi huko Oman siku ya Jumamosi. Mazungumzo mengine yamepangwa kufanyika Aprili 19 huko nchini Oman. Awali, akizungumza na Fox News, Witkoff alipendekeza kwamba Marekani inataka Irani iweke kikomo cha juu cha kiwango cha urutubishaji wa uranium, mchakato wa kubadili muundo wa atomu ya urani kutengeneza nishati za nyuklia. Uranium ikirutubishwa hadi asilimia 90, inaweza kutumika kutengeneza silaha hizo za nyuklia. na nukuu Hawahitaji kurutubisha zaidi ya asilimia 3.67, alisema Witkoff, huku akiongeza kuwa wakati mwingine wako kwenye asilimia 60, wakati mwingine asilimia 20. Hilo aliwezekani na hauna haja ya kuendesha kama wanavyodai mpango wa nyuklia kwa kiraia unaozidi asilimia 3.67. Kwa hiyo hii itakuwa zaidi kuhusu urutubishaji wa mpango wa nyuklia. Kauli hiyo ilikumbwa na ukosoaji kutoka kwa hafidhina waliokuwa wakitaka mpango wa rutubishaji wa Irani ufutwe kabisa. Teherani na Washington zimekuwa zikipitia mazungumzo na mvutano kuhusu mpango huo wa nyuklia kwa miongo kadhaa, ambapo serikali mfululizo za Marekani zimesema kuwa kuzuia Irani isipate silaha za nyuklia ni kipaumbele cha sera ya mambo ya nje. Mwaka 2015 Marekani ilikuwa mshiriki muhimu wa mpango wa pamoja wa utekelezaji wa kina JCPOA. Makubaliano ambayo Iran ilikubali kupunguza kiwango cha urutubishaji hadi asilimia 3.67 kwa kurutubisha na kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa dhidi ya uchumi wake. Utawala waliyekuwa Rais Barack Obama wa chama cha Democrats ulihusifia mpango huo kwa njia ya kuzuia Iran isipate silaha za nyuklia. Hata hivyo, Trump ambaye ni kutoka chama cha Republican aliondoa Marekani kwenye mpango huo mwaka 2018 wakati wa muhula wake wa kwanza. Tangu wakati huo Marekani imeongeza vikwazo dhidi ya Irani na Teherani imeongeza kasi ya mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia kama kujibu mapigo. Baada ya kurejea ikulu kwa muhula wa pili mwaka huu, Trump alianzisha tena kampeni yake ya shinikizo la juu zaidi dhidi ya Irani, akilenga kukata mauzo ya mafuta ya Irani hasa kwa mataifa kama China. Katika mahojiano yake na Fox, Witkoff alidokeza kuwa utawala wa Trump unatafuta makubaliano mapana zaidi kuliko JCPOA hasa kuhusu mpango wa makombora wa Irani. Alisema kuwa Washington inahitaji uthibitishaji wa mpango wa kutengeneza silaha kutoka Irani, ukiwemo aina ya makombora ambayo wameyajaza ndani ya taifa hilo. Hata hivyo, kauli yake ya Jumanne inaashiria kuwa Marekani ingependa kuona mpango wote wa urutubishaji wa uranium ukisitishwa kabisa nchini Irani, wakati maofisa wa Irani wamekuwa wakisema kwa miongo kadhaa kuwa nchi yao haitafuti kutengeneza bomu la nyuklia pia wamekuwa wakisitiza kuwa Irani ina haki ya kutumia na kutengeneza nishati yake ya nyuklia. Mvutano wa kati ya nchi hizo mbili umeongezeka kwa kiasi kikubwa katika mwezi uliopita. Katikati ya Machi, Trump alitishia kulipiza kisasi dhidi ya Irani endapo mshirika wake wa ukanda huo, kundi la Wahuthi nchini Yemen, litaendelea kushambulia meli za Bahari Nyekundu zinazotokea nchini Israel na Marekani. Kila risasi inayopigwa na Wahuthi kuanzia sasa itachukuliwa kuwa imepigwa na silaha na uongozi wa Irani, na Irani itawajibishwa ipasavyo na itaadhibiwa vikali kabisa, alisema Trump kwa kuandika kwenye mtandao wake wa Truth Social. Trump pia alidokeza kuwa Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi kwa mazungumzo ya sasa kuhusu nyuklia yatavunjika. Ikiwa mazungumzo yatafanikiwa na Irani, na naamini Irani itakuwa kwenye hatari kubwa, alisema Trump wiki iliyoisha. Hata hivyo rais wa Marekani pia amesitiza kuwa anapendelea suluhu ya kidiplomasia kuhakikisha Irani haipati silaha hizo za nyuklia. Hilo ndilo msemaji wake wa vyombo vya habari Caroline Leavitt aliyezurudia siku ya Jumanne akisema kuwa Trump alisitiza haja ya Irani kukomesha mpango wake wa nyuklia kupitia mazungumzo, katika mazungumzo na sultani wa Oman Heitham bin Tariq al Saidi, nanuku bila shaka Kampeni ya shinikizo la juu dhidi ya Irani inaendelea, lakini kama wanavyojua rais anaeleza wazi kuwa anaitaka mazungumzo ya Irani, huku akieleza kuwa wazi nia yake ya kuhakikisha Irani haipati silaha za nyuklia, alisema Revet, mwisho wa Konoko. Jumatatu, Trump alitaka mazungumzo ya haraka kumaliza mzozo huo, na tena alitishia kuchukua hatua kali dhidi ya Irani. Wakati mazungumzo yakiendelea, waafidhina wa sera za mambo ya nje wamewaonya Trump dhidi ya kuingia kwenye mazungumzo ya muda mrefu ama kufanya makubaliano yanayofanana na mkataba wa JCPOA. Wiki iliyopita, wabunge tisa wa Republican, yakiwemo Claudia Tenney wa New York na Barry Rodmek wa Georgia, waliandika barua kwa Trump wakitaka kuondolewa kabisa kwa uwezo wa Tehran wa kurutubisha Uranium na niko umebobea katika kuchelewesha na kudanganya ukitumia kidiplomasia kama kinga wakati ukiendeleza azma ya nyuklia. Hatuna uwezo tena wa kufanya makubaliano yaliyofeli ambayo yanaiwezesha Iran kununua muda, wala hatuwezi kurudia makosa ya zamani kuruhusu Iran kurutubisha uranium kuwa na uwezo wa kufufua tena mpango wake wa nyuklia, alisema mbunge huyo. Israeli, mshirika mkuu wa Marekani katika eneo hilo, inaaminika kuwa na hazina ya nyuklia isiyotangazwa rasmi. Maofisa wa Iran pia wameonyesha wasiwasi kuhusu makubaliano mapya wakibainisha kuwa Tehran ilitekeleza wajibu wake chini ya JCPOA huku Marekani ikijiondoa katika mkataba huo mapema 2018. Mazungumzo yanaweza kuzaa matokeo au yasizaa, alisema kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei siku ya Jumanne kulingana shirika na shirika la habari la Jamhuri ya Kiislamu ama dola hilo la Kiislamu. Hatujawa na matumaini makubwa wala kukata tamaa. Bila shaka tuna mashaka makubwa kwa upande mwingine, lakini tuna imani na uwezo wetu wenyewe, alisema Khamenei mwisho wa Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.